Somo la kwanza tutaanzia hapa hivi, tutaanzia hapa misamiati ya Kiingereza sawa. Mfano, Hello. Hujambo. Hello. Hujambo. Good morning. Habari asubuhi, habari ya asubuhi. Good morning. Habari ya asubuhi. Good afternoon. Good afternoon, yaani habari ya mchana. Good evening. Habari ya jioni. Good evening. Habari ya jioni. Good night. Usiku mwema. Usiku Usiku mwema. Good night. Usiku mwema. Jina lako nani? Jina lako nani? Jina lako nani? is Jina is... langu ni utataja jina lako sasa wewe.

Unatoka wapi? Where are you from? Where are you from? Unatoka wapi? Where are you from? How are you? Habari gani? How are you? Habari gani? Nzuri, asante. And you? Na wewe? Vizuri kukutana na wewe. Vizuri kukutana na wewe. Nice to see you. Vizuri Who in our school? Siku njema. Have a nice day. Have a nice day. See you later, Tutaonana baadaye. See you later. See you later, Tutaonana baadaye. See you tomorrow, Tutaonana kesho. See you tomorrow. Tomorrow ni kesho. See you tomorrow. Goodbye. Kwaheri, Goodbye.